Sikiliza mtu yoyote aliyefanya jambo la kikatili kama walivyofundisha wataalam, atakuwa ametenda kosa kwa mujibu wa sheria, lakini vilevile atakuwa ametenda dhambi kwa mujibu wa imani zetu, si ni sahihi? Unapokuwa unamficha yule na kumtetea ili yule aliyeathirika yule, yale maumivu yake na damu yake yanakufata wewe kama laana, sijui mnanielewa Usije ukashiriki dhambi ya kuficha mtu, kama una nafasi na umejua au kutoa siri atoroke, usije. Kama ni mtoto alibakwa, zile damu zake zinaambatana na wewe, na ndio maana unaweza kukuta mtu unafanya kazi kubwa, lakini hata huyu mtajiri, kuna wakati tunachukua hela kwa ajili ya kuficha maovu. Mtu kauawa, aliyeua anakupa hela, usimseme unachukua hela, unafurahi, unanua samaki, kile unachokula sio chakula kinabadilika kuwa sumu ndani. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo tusije tukashiriki hii dhambi ya kutetea waovu, ya kuwaficha, ya kufanya kutoa taarifa za siri. Wewe kama kiongozi, taarifa ambazo mjadili ofisini, yabaki kuwa wapi? Na huo ndio utawala nini? Wangapi wamenielewa?